Nasema ee Bwana Yesu, ee Bwana Yesu, katika ahadi ya ubatizo nasema kwa kinywa changu na mkataa shetani na kazi zake zote na mambo yake yote. Ee Mungu wa majeshi, itazame, unafahamu changamoto yangu, mapito yangu ya maisha yangu. Ee Mungu, ninakusihi ubadilishe kila hatima mbaya kwenye maisha yangu, kwenye ukoo wangu, kwenye jina langu, katika jina la Yesu Kristo, lolote lililopangwa na adui shetani inao watambua ina wa ina wa na hao sio watambua kupitia sadaka yangu hii, ewe Bwana Yesu, ukabadilishe ukabadilishe hatima mbaya yote kwenye maisha yangu, ukabadilishe hatima mbaya yote kwenye maisha yangu, iwe ni ugonjwa ukabadilishe kwa jina la Yesu Kristo, iwe ni ajali ukabadilishe kwa jina la Yesu Kristo, iwe ni mauti ukabadilishe kwa jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo, tabu zote za adui shetani tunaubadilisha kwenye maisha yako ya kiroho Yesu kwa damu ya Yesu, kwenye mingu yangu ninazibatilisha kwa damu ya Yesu, mipango yoyote yati shetani kunaifuta kwa damu ya Yesu, kwenye ardhi inayokanyaga inaikalia kwa damu ya Yesu kama, kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu amoku. Amoku. Kila mmoja aende mbele za Mungu kumwomba Mungu kila hatima mbaya ambayo adui shetani ameipanga katikati abaau elfu mbili na ishirini na tano na miezi yote ijayo na miaka ijayo ikabadilishwe Baba katika jina la Yesu Kristo, ya nazaretalao mfalme wa amani. Mungu ambaye uliweza kuwabadilisha wanafunzi walipoenda kilomita kadha wa kadha, ukabadilisha hatima zao, na wabarugi na ushuda, tunaosogeza watoto wako hawa ambao kwa neema yako umekutanisha leo hapa, tunakusifu kwa amani ukabadilishe kila hali mbaya kwenye maisha yao, hiyo ni kwenye ofisi ambazo wanazofanya kazi. Bwana Yesu awabadilishe ili wanaporudi kuelekea tena Yerusalemu kufanya aia nc, warudi wakiwa na ushuhuda, warudi wakisema, alikuwa amekufa na sasa tazama, amefufuka. Wao wanasema tulikuwa tumekufa kiuchumi na sasa tumefufuka tena, tulikuwa tumekufa katikati ya afya, tulikuwa tumekufa kwenye ndoa zetu, sasa Mungu, alikuwa tumekufa kwenye elimu zetu na sasa tunarudi kwa shida. Baada ya kwenda imamu, kutana na baba Yesu ulipo kwenye, sasa ni wakati wa tunaenda kusubiri tena, tunaenda kusubiri tena ya Salemo, tukashuhudia wanafunzi 11 tukashuhudia wanafunzi wa 11 kwamba kupiga kwako sisi tumepona, kwa kifo chako sisi tumepona. Bwana Yesu Kristo, tunaenda tunaenda